Lio, na kingoja siku zipite asipokuwa na kitambulisho. Kwa maana hiyo anajipotezea haki yake ya msingi. Hapana, jiji hili lina wakazi wengi sana, na ujue kwamba jiji hili linapokea watu wa nchi nzima e. Lakini si kusema kwamba labda e, watu walipouzia hapana. Zoezi la uandikishaji wa safari li, limeanza li kuwa na mwamko tangu siku ya kwanza. Kujenga ijenge na ijengi bomoa, na tapatapa unapotapatapa wewe, mtu mzima kizazi cha chini unakiweka kwenye ma, maadili gani? Nipo katika kata ya Saranga na niko hapa ofisi ya serikali ya mtaa. Ikiwa Tume Huru ya Uchaguzi imeongeza siku mbili kwa mkoa wa Dar es Salaam, tumefika hapa kuja kuzungumza na mwenyekiti wa serikali za mtaa, atuambie kwa kata yake hali iko vipi, na je, hizi siku mbili ambazo zimeongezwa itakuwa ni siku sahihi kwa wakazi wa kata yake kuweza kujiandikisha wote uh, kwa pamoja ili kuweza kupata haki ya msingi ya kuweza kuchagua kiongozi bora, tunasema kura yako ni ubora wa maisha yako. majina na... Naitwa Ramadhani Rajabu Shaabud, mwenyekiti wa serikali ya mtaa mji mpya, kata ya Saranga. Mwenyekiti, ikiwa tume huru ya uchaguzi imeongeza siku mbili kwa wakazi wa Dar es salaam. aa, vipi kuongezwa kwa hizi siku mbili kwa upande wako unaona itasaidia uh, wakazi wa kata yako kuweza kujiandikisha wote? Aa, kwanza nashukuru serikali imesikia kilio cha wananchi kwa sababu wananchi walikuwa wengi wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kujiandikisha. E, tulikuwa na foleni kubwa sana, mpaka tumeamua tume, tumeomba mashine zingine, kwa sababu hapa likuwa na mashine moja, tukaomba kila vituo, mimi na vituo vitatu hapa kwangu mtaa wangu, na vituo vitatu, kituo cha Immaculate hapa serikali ya mtaa na St Agostino. Kwa hiyo baada ya kupata mashine mbili mbili kila kituo, imetusaidia sana. No, naona saa hivi hata foleni kidogo imepungua. Kwa hiyo, wananchi wanaendelea kujitokeza, na sisi kama serikali ya mtaa tunahamasisha watu waaje wajiandikishe, na watu wamepata mwamko sana wa kuja kujiandikisha. Kwa hiyo, tunaishukuru serikali kwa kutuongezea hizi siku mbili, kwa sababu bila hivyo watu wangebaki wengi sana. Sasa kuna mtu mt, mt, mkazi wako anakutazama sasa hivi anatamani kujua utaratibu, akifika hapa hatua ya kwanza anafanya? Sasa tumefika tunaambiwa kuna wengine kuna namba wengine wenye watoto, utaratibu uko vipi? Hatua za hapa tunazochukua ni kwamba tunawapa kipaumbele kwanza wenye watoto, watu wazima na walemavu. Kwa hiyo akija hapa mtu mzima, mlemavu ni mwenye mtoto, kwa hiyo anaingia tu, hakuna foleni eh, eh, lakini tunawapa namba kwa sababu ya kuogopa ile fujo kwa sababu kama kwa mtu kumpa namba, ina maana ataingia mara wa kwanza na wa mwisho anakuwa wa kwanza, wa kwanza anakuwa wa mwisho. Kwa hiyo sisi huwa tunawapa namba, namba moja mpaka mia mbili mashine, kwa sababu ziko mia, ziko mbili, kwa hiyo namba zinatoka mpaka mia mbili eh. Ikifika kipindi namba mia mbili tuna stop, wakipungua zinatolewa namba zingine, kwa sababu ya kuogopa foleni siwe kubwa sana. Kwa hiyo watu, watu wanakaa mpaka saa 12, hapa ndo tunamaliza. Kwa upande wa kata zako ambazo unazisimamia wewe, umeona mwamko uko vipi kwa wananchi wako? Uh, mwamko ni mzuri sana, mwamko ni mzuri sana. Kila kituo kina watu wengi sana. Hivi sasa nimepiga vituo mwenyewe asubuhi, nimeenda kwenye vituo vyote, watu wame, mwamko mkubwa sana, wameenda kujiandikisha na wanafurahi kwa sababu kuna wengine wameshatimiza miaka 18 hawana vitambulisho. Kuna wengine vitambulisho vyao vimeharibika, kuna wengine vi, yani wamehamia. Kwa hiyo wengi sana tumewahamasisha tu, tu, tumewa, kwa hiyo wana, wana, wanaingiza tu vitambulisho vyao kwa kuongeza hizo siku mbili leo na kesho. Na mimi ni kwamba kwa wale wananchi ambao hawakupata nafasi ya kujiandikisha watajiandikisha, lakini kwa hizo siku zingine, kwa kweli population ya watu ilikuwa ni kubwa sana maanake tulianza na mashine moja wakaongeza mashine ya pili, lakini bado population ya watu ilikuwa ni kubwa. Nashukuru kwamba tume nao ni wasikivu, wameongeza siku. Tunaamini kwamba na hamasa inayofanywa naamini kwamba wananchi karibu wengi naamini watamalizika. Uh, unataka kuniambia hizi siku mbili zilizoongezwa kwa wakazi wa Dar es Salaam, ni kwamba wakazi wa Dar es Salaam ni wengi sana ndio maana tumeongeza siku mbili, au wakazi wa Dar es Salaam walipuuzia kuto kuja kujiandikisha eh, katika daftari la mpiga kura? Hapana, jiji hili lina wakazi wengi sana, na ujue kwamba jiji hili linapokea watu wa nchi nzima eh, lakini si kusema kwamba labda eh, watu walipuuzia, hapana. Zoezi la uandikishaji wa safari limeanza kuwa na mwamko tangu siku ya kwanza, bado ndio tuko kwenye foleni hapa, tunasubiria kuingia ndani hapa. Aa, kwa kweli, kwa edaikawa, kura, kingine. Sasa kwa nini umejitokeza leo? Je, tumwa, usingeongeza hizi siku, ndugu yangu Karimu, ungepiga kweli kura? Kwa kweli mpaka jana mida ya saa kumi na mbili nilihisi kwamba daikawa nimekosa kupiga kura, lakini nilikuwa na kitambulisho kingine ambacho nilijiandikishia Mwananyamala. Sasa kwa vile mmehamia huku, nkaona kwamba nije nifanye tena uhamisho wa kuja kupigia kura eneo ninaloishi. mm -hmm. e. unahisi kwa hizi siku mbili ambazo zimeongezwa na tume, kwa upande wako, unaona kwa upande wa hapa Kimarabii itawasaidia kuweza kujiandikisha? E, itawasaidia, ndio maana naona taraia ni wengi, kwa hiyo itatusaidia sana, ambao mmojawapo ni mimi na wengine pia waliofika eneo hili leo, na bado kuna wengine pia wanatuuliza vipi, tunawaambia mna foleni sana, kwa hiyo na watakuwa wanakuja Naitwa Edita Paulo Mwenda, mji balozi shina namba mbili, Kimarabii, tawi la Kimarabii. Aisee, nimefurahi sana hapa, nimekutana na balozi. Balozi, vipi utaratibu mpaka sasa hivi, hali iko vipi? Hali inaendelea vizuri. hmm. Kuongezewa hizi siku tumefurahi kwa sababu mpaka jana jioni watu wengi walikuwa bado hawajapata huduma hmm. Lakini kuongezewa hizi siku mbili, nafikiri muda huu utatusaidia na ukiangalia huku na huku unaona wananchi wako ambao uoga unawatembelea mara kwa mara. Umeona wengi wamefika hapa. Wengi sana tena, wangu wametangulia siku za mwanzo, kwa sababu nilikuwa nawahimiza sana, nilikuwa napita nyumba hadi nyumba. Mimi nikupe ongera sana, umetumia nguvu kubwa, umetumia nguvu sana, na wenyewe wanajua. Unamwambia aje yule mwananchi ambaye yuko nyumbani mpaka sasa hivi bado hajafika hapa? Hebu zungumza naye, yaani mwananchi ambaye hajafika mpaka leo na nakingoja siku zipite, asipokuwa na kitambulisho mm -hmm. Kwa maana hiyo anajipotezea haki yake ya msingi. mm -hmm. Kwa sababu kupiga kura ni wajibu. mm -hmm. Piga kura umchague kiongozi unayemhitaji, sio kwamba ukachaguliwe kiongozi. Kiongozi mchague mwenyewe, mimi nataka. mm -hmm. Usio baadaye wamemchagua fulani unaanza kulalamika, wapiga kura bwana wamempiga fulani wewe. mm -hmm. Ulikuwa wapi? mm -hmm. Naye si ungeenda ukamchagua yule ambaye unamhitaji? Ndio eh.